Wapalestina watatu wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika mji wa Rafah, kwenye ukanda wa Gaza, baada ya kutokea kwa fujo, wakati maelfu ya watu walipojitokeza kupokea misaada. Wanajeshi wa Israeli waliwafyaturia risasi, kuwadhibiti watu hao waliofika kupokea msaada hasa wa chakula, wakati huu watu milioni zaidi ya mbili wakikabiliwa na baa la njaa. Umoja wa Mataifa kupitia kwa msemaji wake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric pia umeweka neno

Not is... mpangilio tuliokuwa nao haukuwa kamilifu, na hatusemi kwamba kila kitu huko Gaza ni kamilifu, lakini ni mfumo uliofanya kazi. Tuliona mfumo huu ukifanya kazi kipindi cha uthitishaji mapigano. Msaada wa kibinadamu unatakiwa kusambazwa katika njia iliyo salama chini ya kanuni za uhuru. Tunapoendelea kama ambavyo tumekuwa tukifanya, tuliona mpango waliotupa lakini hauna vigezo Si unaendana na kanuni zetu tunazotumia kila mahali kutoka Gaza, Sudan hadi Myanmar. Stephane Dujarric, msemaji wake Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres.